Neno la Mungu linasema Mwenyezi Mungu aonavyo si kama mwanadamu, Mwenyezi Mungu aonavyo si kama mwanadamu. Hivyo Mwenyezi Mungu anaona kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo mwanadamu anaweza akakuona wewe ni maskini, lakini Mwenyezi Mungu akakuona, anakuona wewe ni tajiri. Mwanadamu anaweza kakuona wewe ni mgonjwa hata kesho haufiki lakini Mwenyezi Mungu anaona uzima ndani yako. Mwanadamu anaweza kakuona wewe ni mchunga kondoo tu na mifugo mingine lakini Mungu anaangalia ufalme ndani yako. Mwanadamu anaweza kakuona wewe ni mvuvi tu wa samaki lakini Mwenyezi Mungu akakuona wewe ni mvuvi wa watu na maana ndani yako kuna unabii na utume. Hivyo usijiangalie kama vile wanadamu wanavyokuona, kwa sababu Mwenyezi Mungu haoni kama wanadamu. Bwana Yesu wasifiwe! Tena hivyo wewe, ambaye unajiona ni maskini, Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa tisa, anasema kwamba najua ziki yako na umaskini wako, lakini utajili na matukano ya hao wanaosema ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo, hao ambao wanakuona hivyo, wanakuona kwa macho ya kishetani. Ina maana usijione hivyo, kwa sababu utakuwa umeungana na Shetani. Mwanadamu ameumbwa kwa mamlaka na ameumbwa huku akiwa na ufalme pale ambapo atakuwa amemtafuta Mungu, ufalme huwa unakuwa ndani yake. Hivyo usijikatae wewe kama wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaona ufalme ndani yako. Pale ambapo utakuwa umeungana na yale maneno yanayosemwa na kujizalau, utakuwa umezalau kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yako, na pia utakuwa umemzalau Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunakumbuka, tunakumbuka kwamba, tunakumbuka kwamba Petro alikuwa ni mvuvi wa samaki, lakini kumbe ndani yake Mwenyezi Mungu aliweka aliweka huduma ya utume. Pale ambapo Yesu Kristo alikuja kwake, aliweza kuitambua hiyo iyo huduma yake ya utume. Hivyo familia yake ilikuwa inamuona ni mvuvi tu wa samaki, na yeye mwenyewe alijiona hivyo kama yeye ni mvuvi wa samaki, lakini Mwenyezi Mungu alimuona kwamba yeye ni mvuvi wa watu, ana kitu kikubwa. Na pia yalipotimia hayo akuweza kuvua samaki tena. Bwana Yesu asifiwe tena, hivyo Mwenyezi Mungu aangalii kama wanadamu wanavyoangalia, bali Mwenyezi Mungu anaangalia kama Mungu. Yeye anaangalia mema, na pia anatuwazia mema, lakini sisi wenyewe tukiwaza, tunaona kama Mwenyezi Mungu hatuwazii mema. Bwana Yesu wasifiwe tena. Tunakumbuka, tunakumbuka katika familia ya Yezi familia ya Yeze ilikuwa ikimwangalia Daudi kama ni mchungaji wa kondoo, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa akimuona Daudi kama ni mchungaji wa kundi lake la watu wake Israeli, na pia ufalme upo ndani yake. Tunakumbuka Samueli alipotumwa kwa Yeze, aliweza kuiona kuna familia aliikuta pale, akaweza kwenda kibinadamu Tuangalie, tuangalie katika kitabu cha Samueli sura ya kumi na sita kuanzia mstari wa sita na wa saba. Kinasema kwamba ikawa walipokuja, alimtazama Eliyabu akasema, yamkini masihi wa Bwana yuko hapa mbele zake, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje bali Bwana hutazama moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunaangalia pale ambapo aliletwa Daudi, Mwenyezi Mungu alikwisha kuweza kumkubali na pia ile familia ya Yese na Yese pia waliweza kushangaa kwamba sisi tulijua huyu ni mchungaji wa kondoo, lakini kumbe ana ufalme ndani yake. Yeah, okay. Hivyo, usiungane na vile watu watazamavyo. Usiungane na vile watu watazam, wat, watazamavyo bali inatakiwa uungane na Mungu ambavyo anakutazama wewe. Usijikatae bali ujikubali ndani ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hivyo, wewe uliyetengwa na ndugu, wewe ambaye umenyanyaswa katika vita mbalimbali, umenyanyaswa kazini umenyanyaswa katika maeneo mbalimbali mpaka ukakata ukakata tamaa, huenda ya kusoma, huenda ya kutafuta, huenda hata ya kupona. Mwenyezi Mungu anaangalia uzima wa milele ndani yako. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo mtafute Yesu Kristo, mtafute Yesu Kristo akuonyeshe hayo magumu, kama anavyosema katika kitabu Yeremia sura thelathini na tatu mstari wa tatu kwamba niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyo ya jua. Bwana Yesu asifiwe tena. Usipomtafuta Mungu utashindwa kujijua wewe ni nani. Huenda wewe ni rais, lakini au mtafuti Mungu unajizalau. Huenda wewe ni mbunge, lakini kwa sababu ya kujizalau haufikii hau, haufikii hayo malengo huenda we ni mtu mkubwa katika maeneo mbalimbali mbali, lakini haufikii kwa sababu umekwisha kujizalau. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo, kwa kuwa utakuwa umejizalau na Mwenyezi Mungu pia atakukataa kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka watu ambao wanakuwa wamejikubali ndani yake. Hivyo, mche Bwana Mungu wa Israeli aweze kukupa maarifa ya kuweza kufikia mwisho wako. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.